Ndugu wananchi wa jimbo la Njombe mjini, niliyeko mbele yenu ninaitwa Samson Medda, ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Njombe mjini. Leo tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi mwaka 2025 ninakwenda kutoa tangazo la uchaguzi kwa mujibu wa ratiba ya matukio ya uchaguzi iliyotolewa na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Kwa mujibu wa kifungu cha 69 moja cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka 2024, linawatangazia wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa namba moja, uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani utafanyika siku ya Jumatano ya tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025 na namba mbili, vituo vilivyotumika kuandikishia wapiga kura ndivyo hivyo hivyo vitatumika kupigia kura. Namba tatu, vituo vya kupigia kura vitafunguliwa kuanzia saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi kamili jioni. Namba nne, vituo vya kupigia kura vya magereza vitafunguliwa saa mbili kamili asubuhi na vitafungwa saa tisa kamili alasiri. Kwa kila kituo cha kupigia kura zimebandikwa taarifa zifuatazo: moja, mfano wa karatasi ya kura yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao vya, vya siasa kwa uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Namba mbili, orodha ya majina ya wa wapiga kura walioandikishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na namba tatu, orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja tu ya rais. Wananchi wote mnaombwa kupitia taarifa hizo ili kutambua mapema vituo mtakavyopigia kura na kuona mfano wa karatasi ya kura. Jambo la muhimu, siku ya uchaguzi, ni lazima mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya mpiga kura. Kwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake na ambaye aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa, yani NIDA. Majina ya kitambulisho mbadala atakachowasilisha yawe yanafanana na yaliyomo kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Tangazo hili la uchaguzi limetolewa na mimi Samsoni Zakaria Meda, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Njombe Mjini, leo tarehe 19 Oktoba 2025. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura.